Haya oh, niambie sasa, niambie mambo ni e si... E. E, nilisikia hiyo maneno, nilisikia hiyo siku siwalipika nduru mpaka nikashangaa. Ati. Wanasema ati WhatsApp WhatsApp group ile yenye inasema hii inasema kitu, ati, ati, ati, oh, ati, oh, oh, eh, ati, ati fair well hizo sasa, hmm. hmm.

saa na- saa kumi na na halafu na unajua tena kwa kwa kimila hmm. mwili ifai kufika chio, haifai kulala saa kumi na mbili eh. mlitoa wapi pasta? Baba chemo ni pasta, na venye huyu anakonya na sienda, alipatia msichana ya yatimi na mimba. Yeah. Mmeweka mwili kwa meza. Ma, ma, kwa alikuwa yeah. Tena na wageni siku ya matanga. Sasa mliweka mwili wapi? Mmewekelea kwa meza alikuwa tena na wageni, uliweka mwili wapi? Kwa simu halafu nasikia kulikuwa na mvua kubwa ilipeleka mchanga

Si mzuri kaburi kubaki hivyo, kuna laana kubwa huko, lazima tana. Lazima hiyo 18 laana huyo mtoto mkubwa huyo mwenye ametairi juzi, unajua huyo mtoto kwanza alikuwa amekataa kutairi eh. Alikuwa amekataa kabisa ilibidi tumeshika eh? Eh. Ilibidi tumeshika kwa na, yani na, na lazima ndio akakubali kutairiko, lakini bure mtoto tu mkubwa, alikuwa amekataa, mkubwa alikuwa amekataa ati anaokopa kisu, rana mbaya mpani, nani, mpani. Vizuri, ng'ang'ana, mpani, kwa. Kwa na, nilikwambia tu vizuri usiende ukang'ang'ana ati wapi? Si unaona sasa, unaona nakupigia hata mkorokoro Hapana, sasa wapi. Hapana, isikuwe hivyo sasa. Si unajua hiyo wakati ni wewe ulikuwa su... niwe ulika, nimekaa peke yangu mpaka imepita nipike, eh? nilikuwa nilikuwa na nikashindwa, ndafanyia nini na mama Bramwell. Mama Bramwell hata sikukuwa na yeye. Hapana, iko hivi mama mama Bramwell alikuwa na wewe. Hapana, eh. Ngoja kwanza. Kabla twende kwa story ya mama Bramwel. Ngoja kwanza utaniambia kwanza na dereva alivuti saa ngapi? Dereva atakujua ripoti au? Na unajua nasikia ule kijana choze ule mlevi huyo. Huyo choze bwana, alienda na alikula pesa ya matanga. Yaani, na ndo maana pia inaye unaonanga anasemanga ati huyo ati ati huyo ndugu ya baba Bramwel ndio mtokea. Alikula alikula pesa